Habari njema ikirushwa, iki, iki, iki Bukerebe TV. <laughs> Karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukerebe. Bukerebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika kipindi chetu cha kujifunza lesoni, na leo tunaangazia lesoni ya Jumatatu yenye kichwa kinachosema Pasaka. Tupo bado robo ya nne na tupo katika somo la saba. Tuombe. E, Baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru kwa damu ya mwana kondoo wako Yesu Kristo ambaye tukomboa kutoka utumwa wa dhambi. Tunapoendelea kujifunza kuhusu Pasaka, tufunulie maana yake kwetu leo, ili kila siku tukumbuke gharama ya wokovu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Baada ya Waisraeli kuvuka Yordani na kutahiriwa, walisherehekea Pasaka kwa mara ya kwanza katika nchi ya Kanaani na tunazisoma habari hizo kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya tano na ule mstari wa kumi. Sasa hii haikuwa tu sherehe ya kawaida, ilikuwa ni ukumbusho wa ukombozi wa ajabu kutoka Misri. Pasaka iliwakumbusha jinsi Mungu alivyowalinda usiku ule wa pigo la kumi, lakini vilevile, malaika wa mauti alipita juu ya nyumba zilizopakwa damu ya mwanakondoo, na wazaliwa wa kwanza Waisraeli wakaokoka waka kwa hiyo damu ya mwanakondoo ilikuwa ishara ya wokovu. Sasa kizazi kipya kilichovuka Yordani kilihitaji kukumbuka upendo ule ule wa Mungu. Waliadhimisha Pasaka wakiwa karibu na adui zao, lakini walijua usalama wao uko kwa Mungu, si kwa silaha. Sasa kabla ya kushinda Yeriko walikumbushwa kuwa ushindi wao unatokana na Mungu aliyeokoa mababu zao. Pasaka ilikuwa pia mfano wa Yesu Kristo. Yaani, mwana kondoo wa Mungu atakayekuja kuondoa dhambi za ulimwengu. Tunasoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29 kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sasa Yesu alipokula Pasaka na wanafunzi wake, usiku wa mwisho, aligeuza sherehe hiyo kuwa ukumbusho wa kifo chake. Tunasoma kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 na ule mstari wa 24. Kwamba huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kumbusho yangu. Kwa hiyo alichukua mkate na akasema haya maneno. Kwa hiyo, Pasaka ya kale ilikuwa kivuli cha meza ya Bwana ya leo, yote mawili yakionyesha wokovu kwa damu ya Kristo. Sasa kila ambacho tunajifunza kwenye somo letu la leo, ambayo ni lesoni ya siku ya Jumatatu inayosema, Pasaka ni ukumbusho, yani kumbukumbu, yani kumbu, ni muhimu kwa imani kama Waisraeli walivyokumbuka ukombozi wao kutoka Misri, nasi tunapasa kukumbuka kila siku ukombozi wetu kutoka dhambini kupitia Yesu Kristo. Isaya 46 mstari wa 9 inasema kumbuka mambo ya kale ya milele, mimi ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza kwenye somo letu ama lesoni yetu ya Jumatatu ni damu ya Kristo ndiyo kinga yetu. Nyumba zilizopakwa damu ziliokoka zilipona. Vivyo hivyo, mioyo yetu ikipakwa damu ya Kristo, hofu na hukumu haviwezi kutudhuru. Tunasoma Waefeso sura ya pili mstari wa nane, kwa maana ameokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kitu kingine ambacho tunajifunza kwenye lesoni ya Jumatatu, ibada inatupa nguvu katikati ya mapambano. Tunaona Yoshua hakusubiri vita vimalizike ndipo ashukuru, alisherekea kabla ya ushindi. Hivyo hivyo, tunapomkumbuka Yesu hata katikati ya magumu tunapewa nguvu mpya za kiroho. Kingine ambayo tunajifunza ni Pasaka ya kweli, ni maisha ya kushukuru, sio tu tukio la kanisa, bali ni mtazamo wa moyo, maisha yanamtukuza Mungu kwa wokovu aliyotupatia. Wakorintho wa kwanza sura ya kumi mstari wa thelathini na moja fanyeni yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mtu anayepitia changamoto Wakati mwingine tunakosa muda wa kumshukuru Mungu kwa sababu tunapitia magumu, tunapitia dhiki, tunapitia changamoto. Lakini kama Yoshua alivyosherehekea Pasaka kabla ya ushindi, nasi tunaweza kushukuru hata kabla ya kuona majibu. Familia ya Kikristo inapoadhimisha Meza ya Bwana kwa unyenyekevu, inakumbuka kwa uokovu wao haujapatikana kwa matendo yao, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Mkristo binafsi mmoja mmoja kila anapokumbuka msalaba moyo wake unajazwa nguvu ya kuvumilia kwa sababu anaona ushindi wa upendo wa Mungu. Ellen G. White aliandika kitabu cha Saint Prophet ukurasa wa 59. Pasaka ilionyesha ukombozi kutoka Misri, lakini Meza ya Bwana inatukumbusha ukombozi kutoka dhambi. Kama Israeli walivyopakwa damu ya mwana-kondoo, ndivyo mioyo yetu inavyopaswa kupakwa damu ya Kristo. Lakini Biblia iliandika kwenye kitabu chake cha Desire of Ages ukurasa wa themanini na tatu. Kama Wakristo tunapaswa kila siku utafakari saa moja juu ya maisha ya Kristo hata sehemu ya mwisho ya maisha yake hapo tutaimarishwa katika imani na upendo kwa hiyo Pasaka ilikuwa ishara ya wokovu na Yesu ndiye utukufu wake Waisraeli walisherehekea Pasaka kabla ya vita ili kumkumbuka Mungu aliyeokoa Vivyo hivyo, hivyo tunapaswa kumweka Kristo na msalaba wake mbele yetu kila siku. Hata kama tuketi kwenye meza ya Bwana kila mara, mioyo yetu inapaswa kuwa meza ya ibada, ikikumbuka damu iliyomwagika kwa ajili yetu. Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na moja aya ya ishirini na sita inasema: kwa maana kila mara mkilapo mkate huu na kunywa kikombe hiki mnatangaza kufa kwa Bwana hata ajapo. Tuombe. Bwana Yesu, Tunakushukuru kwa damu yako iliyomwagika kwa ajili yetu. Tunatambua kwamba hatuwezi kupata wokovu kwa nguvu zetu, bali kwa neema yako. Tusaidie tusisahau gharama ya msalaba, bali tuishi kila siku tukikumbuka upendo wako. Tujaze Roho ya shukrani na imani. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, Amin.